Guys, nataka tumuone venye mtu wanajiingizanga kwa shida bila kujua sababu. So guys, saizi tuko na kesi ya Njagi ama isho ya Njagi kukidnapiwa piwa na, tunajua walikuwa wame, wamekuwa threatened Walithreteniwa na, na Korea ama ni Chorea, na akasema that atastart na Jage arudi kwa senior Dave, arudi kwa Charles, na tukatai sawa, alisema then look at Dante akikuja tena kuingia kwa shida bila yeye kujua kama hii kitu ilikuwa ilete shida. Guess, let me take you back there before Dante akikuja akijifanya venye ako na uoga mwingi sana venye anatetemeka na akakuja na stories zenye alikuja nazo but direct, Dante ali claim that anataka kwenda kulala kwa Njagi and so many people tukaulizana, kwanini unataka kwenda kulala kwa Njagi? Ni nini mnataka kwenda kulala mkipanga, ama ni nini kinaendelea? So many people asked the same question. Sahi, angaria, Dante amekuwa kwa kesi ya chorea, amepotea, ametoroka kutoka kwa gari, kukasemekana ni ye amemfungulia. Ukarudi sasa ni Jagi amepotea, tumeanza kukumbuka ama kujiuliza maswali ama ile time Dante alikuwa ameenda kufanya investigation kwenye Jagi anaishi sababu ndio jagi akuja kukidinapiwa akiwa kwa geti ya mlango wa kwake, ama akiwa kwa ploti ya kwake. Ni nani anaweza kuwa mwingine alikuwa anajua kwa jagi, mwenye aliweza kuelekeza hawa magaindi kwa jagi? Ni hmm, ni nani huyo anaweza kuwa alipeana hiyo location hiyo? Ni kitu moja tunaulizana. Je, chambe alikuwa anajua kwa jagi? Elfis alikuwa anajua kwa jagi Dante alikuwa anajua kwa Jagi, so watu hao wa watatu ndio tunafaa kuwa tukiulizana ni nani alionyeshana hii location. na vyenye huyu jamaa hapa anakuja na stori zijui sanini nini, huyu jamaa anasema ni brother ya Jagi, ni brother ya Jagi yaji, na huyu jamaa anaitwa Mutoa na Jagi anaitwa Steve, Jagi ni Mkikuyu. Jagi anaitwa Steve, Stephen Jagi. Jagi ni Mkikuyu. huyu jamaa ni Mkamba hii ni relationship yenye inaonekana hapo. So huyu jamaa ni lazima ikuwe ni mhusika, ni mhusika mkuu wajage kupotea, na ni vyenye hata ye hajui vyenye anatumika. Ni vyenye ameona kama ataweza kugunduliwa akanjileta kwanza. According to my view, huyu jamaa ni mhusika mkuu sababu so, adi kulingana na vyenye anaeleza ati soja alikuwa kwa gate, alikuwa amelala. Yeye alikuwa kwa nyumba masaa ya saa sita, akasikia nduru, lakini venye alienda kufika wale watu walikuwa na pikipiki. Pikipiki zikapotea, lakini mwenye alibebwa waliona kama ni Njagi. Aliona aji kwa giza, na afta kama aliona mbona ya kupiga nduru, mbona akupigia watu wao. Aliona take two days aende police station, then arudi akuja kwa senior dev. Mbona hakuna mtu wao hata mmoja aliweza kupigia? Aliona direct angoje aende police station na kuja kwa senior dev, ndio muone venye mtu anajiuzanga kuna kwenye mali kwingi sana. Huyu jamaa anajicontradict, na huyu jamaa anaweza kuwa kama yeye si muhusika mkuu yeye ni wa ile kampuni ya kwakina genge na Njagi. Haezi kuwa amekidinapiwa na mtu mwingine. Hatuwezi sema ati Njagi amekidinapiwa ati na maofisa wenzake, ati amekidinapiwa na maandui wengine. Njagi amekidinapiwa na chorea, hiyo grupu ya chorea ndio imekidinapu Njagi, na si ati wataenda kuua Njagi, wanaenda ndio waweze kuthret Njagi ndio Njagi aweze, aweze kuacha kuwafuatilia that is what they want. Kufuatiliwa ndio awataki kufuatiliwa. So guys, hapa ni kuomba, sababu tunajua ile kundi si ati ni mtu wa kawaida. Wale ni watu wanatumia madawa na ni watu wamekingwa na uchawi. So what I believe here, ombi itafanya kazi prayer will, will work. Very perfect. So huyu jamaa anafaa achunguzwe vizuri, kama ni sanitization ni afanywe sanitization, sababu huyu jamaa mimi namshuku, guys, huyu jamaa mimi namshuku vizuri sana. Huyu jamaa ni mhusika, huyu huyu ndiye ameuza jage. Huyu ni venye anajileta ndiyo ajionekane uh, yeye ni innocent, lakini hakuna innocent yenye iko hapa. Tena narudi na, na shuku Dante hiyo siku alilala kwa Njagi. I'm sorry tu kumshuku, lakini naona kama Dante pia anaweza kuwa alindanganyiriwa na wale magaidi aweze kuonyeshana kwa Njagi. If not Dante, Chambe na Elvis wanajua kwa Njagi, sababu kidnapping ya Njagi na vyenye huyu jamaa anaelezea ati aliyokidnapiwa akiwa hapo kwa gate, yeye anaishi kwa Njagi. Mm -mm, aziperekani, mimi nakataa, guys, mimi nakataa nasema, huyu jamaa huyu huyu either akuwe ni neighbor kwa Jagi, akuwe wale magaindi walikuwa wamemwona akitoka, ama wakuwe wanamjua wakaona yeye ndio watatumia awaelekeze kwa Jagi ama kumpata Jagi sababu kukidnapiwa kwa Jagi si rahisi na Njagi si mtu mwenye utapatana na yeye ugonge kofi ya tianguke hmm? Although tunajua wa watu wanatumianga dawa ya kupuliza, so wakuwe ni watu walimfuatilia for some days, wakakuja wakakuwa wakajua kwenye anakaa, na ni lazima wakua walikuwa na spies. wenye walikuwa wana spies njia za Njagi ndio waweze kujua Njagi anapitianga hapa, anaendanga hivi na anafikanga hii masaa. That is what happened na after that after kufika pale wakuwa ni ndawa walitumia. Si eti kushika Jage na kumweka kwa pikipiki mm? si eti kushika Jage na kukua tumeenda na yeye hivi hivi m mm -mm. So guys hapa kuna kitu fiche sana, na tuzidi kuombea Jage. Mungu amlinde, Mungu ampiganie. Mungu asimame pale, hata kama Njagi ako peke yake. Tunajua palipo Mungu kuna ushindi. That is what I believe. Palipo Mungu kuna ushindi, so tuzidi tu kuwaombea na pia senior Dave and Charles, be very much careful. Sababu amjui what next. Huyo ni Njagi ameenda, amjui next ni nani, so mkuwe makini sana senior Dave, you need security for now. Sinjadef kama akinachambiwa walikuwa wanajua kwako, it better uamie kwa Anita, kama hakuna mtu anajua kwa Anita, lakini kama wanajua kwa Anita, wewe na Anita kueni makini sana, hata ni afadhali mtafute mahali pengine pa kukaa for now. Sababu mmesikia hawa watu wanaendea watu mpaka kwao kwa milango, so kueni makini sana Sababu amjui aujui utakujiwa wapi na hii kikundi. Hii kikundi ni kikundi very tough na iko na umbaya mwingi sana. Hata kama mnaona chorea akikuja hapo, mnacheka na yeye. Nilisema sijui mnachekesha nani? Sababu so, huyo anawachekesha akiwaonyesha mko pamoja, lakini huyu huyu wako na umbaya mwingi sana. So senior dev unafaa ukwe makini sana tena zaidi. So guys, anyway. Nawapenda sana tena zaidi. Lakini ni kitu inaumiza, ni kitu complicated tena ieleweki, but tunajua with God everything is possible. Na pasipo njia Mungu yupo. Patapata, patatokea njia, patatengenezwa njia na Mwenyezi Mungu. Nimeconfuse hapo lakini, poleni, hope mmeelewa. Anyway guys, have a good day. Nawapenda sana tena zaidi. We meet to the next video.